Kuna mambo usiku wa manane ambayo hata wakupe pesa huwezi kuyasahau. Magomeni, mtaa wa zamani wenye historia za ajabu. Siku moja saa sita kamili, kitu kilitokea, mpaka leo hakuna mtu anayeweza kuelezea kwa ujasiri kilichotokea usiku ule. Walikuwa vijana wanne, Adam, Jojo, Bantu na Shida, wamerudi kutoka kutazama mechi ya mpira maeneo ya Tandale. Njia ya mkato waliozoea ilikuwa kupitia kwenye vichochoro vya Magomeni, njia ya giza lakini walijiona mashujaa. ro hiyo njia sio poa leo, Shida alionya, huku akiangalia anga, mwezi umefichwa na mawingu meusi mazito. Lakini Jojo mchangamfu kama kawaida, alicheka, mbona kawaida tu, usiku ni wa wanaume bana, acha hofu. Wote wakaendelea bila kujua, kila hatua waliochukua ilikuwa inawapeleka mbali zaidi na dunia ya kawaida. Walipofika katikati ya vichochoro, ghafla taa zote za barabarani zilizima. Giza lilikuwa zito kiasi kwamba hata mkono wako huwezi kuuona mbele ya macho yako. Waliposimama, wakasikia sauti ndogo ya kike mbali kidogo, nisaidieni, nisaidieni. Sauti hiyo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa kama inalia, lakini pia kama inanguruma. Adamu akajisogeza mbele. Msee, kuna mtu anahitaji msaada, alisema. Lakini Bantu akamshika mkono kwa nguvu, akamwambia kwa sauti ya chini, Bro, usisikilize. Hiyo si sauti ya mtu. Wakiwa bado wanagombana kama waendelee kusogea au warudi, kutoka kwenye kona ya mwisho mbele yao wakaona kivuli kikielea. Hakitembei, kinaelea hewani. Adam aliduaa, Jojo akaanza kurudi nyuma taratibu. Halafu kivuli kikaanza kuimba kwa sauti ya ajabu, waliopita hapa hawarudi, waliopita hapa hawarudi. Bila kusubiri sekunde nyingine, walikimbia kila mmoja kivyake. Lakini giza lilikuwa linabadilika kila kona. Walikokimbilia walijikuta wanarudi pale pale katikati ya vichochoro, mduara wa giza, mtego wa usiku. Adam alipokimbia kwa nguvu zaidi akajikuta mbele ya nyumba moja ya zamani, mlango umefunguliwa kidogo. Bila kufikiria mara mbili, akaingia ndani. Ghafla ndani kukawa kimya kabisa, hata mapigo ya moyo wake alihisi kama yamesimama. Alipotazama juu ya ukuta akaona picha, picha yao wanne lakini cha kushangaza kwenye kila picha walikuwa wamefunikwa na kitambaa cheusi usoni, kama marehemu. Adam alirudi nyuma kwa hofu, akajikwaa na kuanguka. alipotazama chini, akakutana uso kwa uso na Jojo, akiwa amelala sakafuni, uso mweupe kama karatasi, macho wazi, lakini hana pumzi. Adam alijaribu kupiga kelele, hakuna sauti iliyotoka. Milango ya nyumba ilifunga yenyewe kwa kishindo kizito, na kwa mara ya mwisho Adam alisikia sauti ikinong'ona sikioni mwake. Karibu Magomeni, safari haimaliziki. Unakuwa sehemu yetu sasa. Kuna njia ambazo ukizipita usiku, huwezi kurudi tena.